Sasa hapa sio udamisi, sio mghalabu, tunasema sio exaggeration of facts. Ni dunia nzima katika ligi bora tano tano duniani, afu Afrika, chukua ligi zote bila kujali ligi tano, Yanga ndo the best kwenye ligi yake. Hapa msisitizo, asitokee mtu akasema Yanga ni bora kuliko Man City au Barcelona, simaanishi hivyo, na maanisha kwenye ligi yako una perform vipi. Yanga kufunga mabao 83 katika mechi 30 ni dakika 2700 Baki kila baada ya dakika 32 na sekunde 32 kamba zinacheza za mpinzani. Alafu ameruhusu mabao kumi. Sasa wastani huu ukilinganishe katika ligi bora duniani. Mwingine atashtuka duniani kwa mpira wa miguu chini ya mwamvuli wa FIFA. Tunazungumzia CAF ambayo Yanga ndo the best. Tunazungumzia AFC. AFC ligi za ubora tano, tunazungumzia Saudi Arabia, unazungumzia ligi ya South Korea, Japan, kule hakuna inayofikia kiwango cha Yanga. Unazungumzia OFC Oceania. Yaani visiwa vya Nuatu, unazungumzia Fiji, unazungumzia eh, New Caledonia, hakuna inafikia Yanga. <laughs> Unazungumzia CONCACAF. CONCACAF ni Amerika kati, ya kati kaskazini na Caribean, ya unazungumzia Marekani, eh, unazungumzia Honduras kule, ligi tano bora katika eh, shirikisho lile la CONCACAF hakuna yenye performance kama Yanga. Ukitoka hapo unaenda CONMEBOL. CONMEBOL ni Amerika ya Kusini. Hapo unazungumzia ligi bora tano ni Brazil, Argentina, Colombia, eh, kuna Paraguay. Hakuna iliyo perform kama Yanga kwenye ligi yake. Hapa msisitizo sababu ndugu zangu najua hawakawi kusema Yanga bora kuliko. Mm-mm, nazungumzia performance kwenye ligi yako. Lakini unazungumzia UEFA. UEFA ligi tano bora unazungumzia Italy, unazungumzia England, unazungumzia Spain, unazungumzia Germany, unazungumzia France. Huku sasa ndo alau kidogo kuna ambaye anataka kuchallenge Yanga lakini hajaweza kwa ya kwanza. Ambaye inaitwa PSG. Kwenye ligi yake La Liga ni liga ligi kuu ya Ufaransa, PSG, msimu uliomalizika kule mechi 34, walifunga goli 92. Kwa sababu mechi 34 tunazungumzia dakika elfu tatu na sitini. Ukigawanya, ndiyo hiki ninachozungumzia, tunaita MPG, minutes per goals. Walikuwa wanafunga bao kila baada ya dakika 33 na sekunde 16. Kwa hiyo wanakuwa nyuma ya Yanga, PSG. Alafu kuna Barcelona. Hii sasa tunazungumzia La Liga. Barcelona mechi 38, tunazungumzia dakika elfu tatu mia nne ishirini. Wao katika mechi 38 walifunga mabao 102, na ukichukua dakika 3420 gani kwa 102 na ukikompyuti vizuri, utapata nafunga bao kila baada ya dakika 33 na sekunde 31. Hizi ndo best, best three teams duniani kwenye ligi zao performance. Umeshaelewa vizuri.